Uharibifu wa ini unaweza ukatokana na vyakula vyenye mafuta mengi kama baga, vyakula kama chipsi au nyama zenye mafuta mengi na vyakula vingine vingi ambavyo vinaweza kupelekea utendaji kazi wa ini unashuka na kusababisha mafuta mengi kwenye ini au non-alcoholic fatty liver. Uh, hali hii inaweza ikaongeza taharuki kwenye ini na kusababisha utendaji kazi wa ini unashuka na kusababisha magonjwa mbalimbali ya ini. Ili kuondoa changamoto kama hizi za ini, lazima uwe tayari kutumia tiba ambazo zitaweza kusaidia. Mojawapo, na hakikisha kila siku unaandaa glasi ya beetroot, unasaga beetroot moja unakunywa, itasaidia kusafisha ini. Lakini pia tunahakikisha unatumia Liver Care na C24/7 ambazo zitaweza kukusaidia kusafisha ini, kuondoa mafuta mabaya na kukukinga dhidi ya magonjwa yoyote ya ini. Tunaendelea na challenge yetu, leo ni siku ya kumi na saba jioni ya kutumia liver care. Tunatumia kidonge kimoja ili kusafisha ini na kulikinga dhidi ya mafuta mabaya yanayoweza kusababisha fatiliva. C24/7 na Liver Care zinasaidia kulinda mwili mzima dhidi ya sumu, lakini kuondoa mafuta mabaya haya yanayokuja kuathiri ini. Ah, gharama yake ya mwezi ni shilingi laki moja na tisini na mbili, ili kuipata nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa chini na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.